Ni mzalendo hasa, hana kundi isipokuwa kundi moja tu wa Tanzania. Kuna umuhimu katika kipindi hiki kuimarisha umoja wetu na amani yetu, na tunahitaji mtu wa aina hii. Na Samia ana sifa hizo hizo. Kwa hiyo tumewapata wawili, tumewapata wawili na tumefanya mabadiliko hayo, ni makubwa. Sisi tumefanya mabadiliko makubwa hayo, kwa mara ya kwanza tunamtia mama katika nafasi hiyo. Tunataka watanzania muidhinishe mabadiliko hayo. Magufuli Aende na Samia, atakapotoka Samia aendelee, sasa ameshika nafasi ya juu. Kwa hiyo nawaomba Watanzania, nawaomba wazee tuhakikishe Samia anapita, nawaomba vijana tuhakikishe Samia anapita lakini hasa nawaomba akina mama, akina mama muhakikishe Samia anapita. Tunayo timu nzuri, tunayo timu nzuri ya uongozi, tuna sera nzuri na tumeweka malengo ambayo kama nilivyosema tutakutana huko mitaani, tutaelezana, tupapambe na hoja zinazokuja. Mimi sina wasiwasi na hoja zinazotolewa, tutazijibu tu, sina wasiwasi. Sina wasiwasi hata kidogo. Tujiandae, tuzindue kampeni yetu, tujiandae miezi miwili, watanzania wote watuelewe.